Hi ambalo litafanyika tarehe moja. Washiriki wa Bonanza hii washiriki wa kwanza ni wabunge pamoja na watumishi wa bunge. Wote watakuepo kwenye Bonanza washiriki ambao wengine tumewalika, timu walikwa, tumewalika timu mbalimbali. Tumewalika ndugu zetu wa vyo mbalimbali hapa Dodoma lakini wakiongoza na chuo cha St. St. John. Na St. John ni wako hapa na mwakilishi wao amefika lakini tuna chuo cha Mpango, tumewalika CB, tumewalika lakini tumealika vio vingine kama UDOM kwamba na wakikisha nao, pia wanashirikiana pamoja na sisi siku ya 31. Tumealika wizara mbalimbali, tumealika ndugu zetu kutoka Lea, tumealika uh, ndugu zetu kutoka wizara ya kilimo, tumealika ndugu zetu kutoka wizara ya ulinzi, tumealika ndugu zetu kutoka wizara ya kilimo kwenye michezo mbalimbali ambayo tunashirikiana nawe na wizara ya vijana kwa hiyo hizi ni wizara ambazo tutashirikiana nazo kwenye michezo mbalimbali, lakini vile vile kuna wizara zingine ambazo zitakuja kushiriki michezo ya burudani. Ni wizara karibia zote ambazo, uh, ziko chini ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo bonanza hili ni bonanza kabambe. Ukitaja bonanza Tanzania, bonanza la kwanza ni bonanza la Bunge, ambalo kwa Dodoma hapa na nyanda za kati na kanda za kati na kuzunguka sisi tumekuwa tukifanya mabonanza makubwa, na ambayo kwa kweli yamekuwa yakileta tija kwa kwa nchi yetu lakini vile vile uh, washiriki wengine ni mashabiki wa simba na yanga dodoma ambao ndio nyie mmekuja kuhakikisha jipigeni sana makofi. <laughs> mashabiki wote tutumie nafasi hii ambao mnatusikiliza na mnatufuatilia pande zote za dodoma na katikati au ulio karibu na dodoma tunawakaribisha sana siku ya tarehe 31 matembezi yataanza chuo cha mipango saa kumi na mbili kamili Tukitembea umbali wa kilomita mbili nukta tano kuelekea viwanja vya John Merini sekondari pale Mihuji kwa ajili ya michezo mbalimbali. Kwa mashabiki tunakaribisha, mwaka jana tulifanya kwa ukubwa wake na tunaamini mwaka huu tutavunja rekodi. Tutafanya ukubwa mara mbili ya hapo. Azania wamejipanga kweli kweli kuhakikisha kwamba watu uwanjani wanashiriki michezo vizuri kwa asilimia mia moja. Lakini pia wanapendeza. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, sana, sana, mashabiki wote. Mbali na hapo, kutakuwepo na michezo mbalimbali itakayofanyika pale uwanjani. Kutakuwepo na mchezo wa mpira wa miguu kati ya Simba na Yanga. Mchezo huo timu zitakazoshiriki ni wabunge, watumishi pamoja na Benki ya Azania. Lakini vile vile tutakuwa na mchezo wa kukimbia, tutakuwa na mchezo wa kuvuta kamba, tutakuwa na mchezo wa pete ambao mnaitwa netball, tutakuwa na mchezo wa volleyball, tutakuwa na mchezo wa kushindana kula michezo wa kufukuza kuku. Michezo iko mingi takriban michezo ishirini na moja. Hii yote mashabiki wa Simba na Yanga mnakaribishwa kuja kuishuhudia. Kuna michezo ambayo mashabiki mtashiriki moja kwa moja, lakini kuna michezo ambayo timu zimeshaandaliza zitakazoshiriki, nyie mtakuwa mnazishangilia muda huo, kuhakikisha kwamba upande wenu unashinda, kwa sababu mwisho wa siku tutajua ni overall timu gani kati ya Simba na Yanga imebeba vikombe vingi na itatangazwa pale. Lakini tumia nafasi hii pia kuwatangazieni ndugu wa Tanzania na wote ambao mnatufuatilia mgeni rasmi wa siku hiyo kwenye jukwaa atasimama Dkt. Mwigulu Nchemba, waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Nafahamu Mussa Azzan Zungu, spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na kamati yako, pia kwa kuturuhusu kuweza kudhamini Azania Bunge Bonanza kwa mwaka wa tatu mfululizo na ni furaha kwetu Azania kwamba huu ni wakati mwafaka ambapo Bunge Bonanza inafikisha miaka mitano na tumeweza kudhamini bonanza hili vizuri mno kwetu. Kwa majina, naitwa Elizabeth Nyatega, ni meneja wa mahusiano na mawasiliano wa benki ya Azania. Benki ya Azania inaamini michezo inaunganisha jamii, michezo inakuza afya katika jamii. Kwa hiyo benki ya Azania itaendelea kushikamana na serikali na Bunge, vile vile na wadau wote wa michezo, ili kuendelea kukuza michezo katika nchi yetu.